Anasimamia michakato e, ya kisheria ambayo inapinga haya yote yaliyofanyika, ambayo narudia tena msimamo wa kanisa na ushauri wa mimi wakili wao ni kwamba e, kuna mapungufu makubwa mno ya kisheria. Ah, manake nimezungumza, yuko wapi? Watu wanauliza yuko wapi? tangu uh, siku chache zilizopita, usiku wa manane alipokuwa akilalamika hakuonekana tena na wala kusema lolote. Yuko Dar es Salaam, nje ya Dar es Salaam, ama mazingira gani? kwa sasa hivi e... sakata la Askof Josefati Gwajima bado linaendelea kuvitikisa vichwa vingi vya habari na ni matumaini yangu kwamba wengi tunafahamu kilichotokea na kinachoendelea, lakini kuna kitu ambacho bado wengi wanajiuliza: Je, Askofu Gwajima yuko wapi? kwa sababu tangu usiku wa tarehe mbili mwezi Juni mwaka huu wa 2025 hajaonekana tena hadharani, ambapo tumekuwa tukiona baadhi ya taarifa kwamba askofu Gwajima yuko mahala fulani amejichimbia, bila taarifa hizo kusema kwamba alipojichimbia ni wapi. Lakini pia tunaona jinsi ambavyo askofu Josephat Gwajima anavyozidi kuzungumziwa zaidi na zaidi, katika sehemu mbalimbali, katika mitandao mbalimbali mbali ya kijamii na hata nje ya taifa letu la Tanzania. Swali lingine ambalo wengi wamekuwa wakijiuliza na kubaki midomo wazi ni kwamba, je, Askofu Gwajima aliwezaje kuwatoka polisi wakati mwanzo alidai kuwa amezingirwa akiwa kanisani kwake, huku wengine wakienda mbali zaidi na kusema Gwajima ni mjanja na kwamba baada ya kuanza kuona kuna dalili fulani akaamua kujichimbia sehemu, hivyo hata ile video aliyoweka kwenye mitandao yake ya kijamii huku akionyesha usoni kuwa ni mtu ambaye amejawa na uoga na wasiwasi mkubwa, akisema tumezingirwa na polisi hapa kanisani, huenda hata hapo kanisani hakuwepo, alikuwa sehemu nyingine kabisa, na kwamba lengo lake lilikuwa ni kufanikisha mpango wake wa kujificha, ili pengine polisi wasielewe kwa haraka kwamba yupo kanisani au hayupo, yuko mahala fulani. Ndivyo baadhi wamekuwa wakihisi. Tumekuwa tukishuhudia baadhi ya viongozi wa dini za Kikristo na Kiislamu wakijitokeza na kutoa maoni yao kufuatia sakata la Askofu Josephat Gwajima, huku wengine wakionyesha kutofurahishwa kanisa kufungwa na kwamba wangedili na Gwajima yeye kama yeye na waumini waachwe, ama wangeachwa, ili waendelee kuabudu ama kusali, kwa sababu Gwajima ndiye anaonekana mwenye makosa na sio kanisa. Siku ya jana tarehe nne ya mwezi huu wa sita na mwaka huu wa elfu mbili na ishirini na tano tulipata nafasi ya kumsikiliza na kumwangazia Askof Emaus Bandekile Mwamakula ambapo yeye alisema Josephat Gwajima alifanikiwa kuwatoka polisi pale kanisani kimiujiza sana, na kwamba Askof Josephat Gwajima yupo salama, kuna mahala yupo anasubiri mambo ya kipoa ataenda yeye mwenyewe kituoni kujisalimisha kwa kutumia njia zake atazoamini ama atakazoziona yeye kuwa ni salama kwa upande wake, na kwamba ilikuwa ni bora zaidi kwake kutoweka na kujificha kuliko angekamatwa usiku ule. Unafahamu ya kwamba kwa sasa ni rasmi wakili msomi Peter Kibatala ndiye wakili wa Askofu Josephat Gwajima pamoja na kanisa la Ufufuo na uzima. Licha ya kwamba wakili Pita Kibatala yuko Chadema na Josefati Gwajima yuko CCM, kivyovyote vile kwa sasa ni lazima kutakuwa kuna mawasiliano kati ya wakili msomi Pita Kibatala pamoja na mteja wake askofu Josefati Gwajima. Hebu tumsikilize hapa wakili Pita Kibatala akizungumza kuhusu ni wapi alipo Askofu Josefati Gwajima pamoja na usalama wake, alipofanya mahojiano na chombo cha habari cha DW Kiswahili, kisha tutaendelea. Wakili Kibatala, sasa hivi tunazungumza kwa Gwajima, yeye yuko wapi? ambacho unaweza kukuambia tu ni kwamba mara ya mwisho nazungumza naye yupo salama na e, anasimamia michakato e, ya kisheria ambayo inapinga haya yote yaliyofanyika ambayo narudia tena msimamo wa kanisa na ushauri wa mimi wakili wao ni kwamba eh, kuna mapungufu makubwa mno ya kisheria ah, manake, nimezungumza. Yuko wapi? Watu wanauliza yuko wapi. Tangu eh, siku chache zilizopita, usiku wa manane alipokuwa akilalamika, hakuonekana tena na wala ya kusema lolote. Yuko Dar es Salaam, nje ya Dar es Salaam, ama mazingira gani kwa sasa hivi, eh, naomba nisijikite sana huko, hiyo ni privilege information lakini E, narudia tena, ni mambo ambayo yanahitaji uangalifu. Uhusiano wangu na ma, uhusiano wangu na de, de, de, de, de, de Gwajima, askofu Gwajima ni uhusiano wa wakili na mteja, na kuna mipaka yake katika utoaji taarifa e. Kwa hiyo nachoweza kusema tu ni kwamba mara ya mwisho nazungumza naye alikuwa yuko salama na alikuwa anasimamia juhudi e, za kupambana kisheria na haya matendo yote yaliyofanywa na taasisi mbalimbali. Wakili Kibatala, sasa hivi tunavyozungumza, Gwajima yeye yuko wapi? Ah, ambacho unaweza kukuambia tu ni kwamba mara ya mwisho anazungumza naye yupo salama na e, anasimamia michakato e, ya kisheria ambayo inapinga haya yote yaliyofanyika ambayo narudia tena msimamo wa kanisa na ushauri wa mimi wakili wao ni kwamba Eh, kuna mapungufu makubwa mno ya kisheria ah, maanake nimezungumza, yuko wapi, watu wanauliza yuko wapi tangu, uh, siku chache zilizopita usiku wa manane alipokuwa akilalamika hakuonekana tena na wala ya kusema lolote. Yuko Dar es Salaam nje ya Dar es Salaam ama mazingira gani kwa sasa hivi, eh, naomba nisijikite sana huko, hiyo ni privilege information, lakini eh, narudia tena, ni mambo ambayo yanahitaji uangalifu wa wasiciano wangu na uhusiano wangu na Reverend Gwajima, Askofu Gwajima ni uhusiano wa wakili na mteja, na kuna mipaka yake katika utoaji taarifa e. Kwa hiyo nachoweza kusema tu ni kwamba mara ya mwisho anazungumza naye alikuwa yuko salama na alikuwa anasimamia juhudi e, za kupambana kisheria na haya matendo yote yaliyofanywa na taasisi mbalimbali. Hivyo ndivyo asemavyo wakili msomi Peter Kibatala, ambaye kwa sasa ndiye wakili wa Askofu Josephat Gwajima pamoja na Kanisa la Ufufuo na Uzima. Kama ambavyo umepata nafasi ya kumsikiliza kwa makini jinsi alivyozungumza wakili Peter Kibatala, bila shaka ameelezea kwa kina ama kwa kwa undani ama kinagaubaga, kuhusiana na wapi alipo Askofu Josephat Gwajima, lakini pia vilevile vile kuhusiana na usalama wake. Mange Kimambi naye hayuko nyuma kwenye sakata hili la Askofu Josephat Gwajima, ambapo yeye naye amejitokeza na kueleza ni wapi alipo Askofu Gwajima pamoja na usalama wake. Kama unavyojua Mange Kimambi ni mzee wa data, yaani taarifa, hivyo pengine hawezi kushindwa kujua askofu Josefati Gwajima yuko wapi, licha ya kwamba yeye yuko huko Marekani, lakini taarifa zinamfikia sasa. Mange Kimambi anasema tangazo kwa nchi nzima juu ya Gwajima kutoka kwa dada wa taifa, sasa hivi Gwajima is very safe for the time being. Yuko sehemu kajichimbia. Gwajima alikuwa 10 steps ahead of, yaani alivyosoma tu ule mchezo, baada ya akaenda kukaa sehemu salama so ile video aliyofanya akaposti, wala hakuwa kanisani kwake, tayari alikuwa sehemu salama. Aliwauza polisi, wamevunjavunja kila kitu kanisani, wanamtafuta Gwajima wakashindwa kumpata, yaani mpaka vikombe walikuwa wanafunua kumtafuta. Mpaka dakika hii jeshi zima la polisi wameshindwa kumpata Gwajima for more than 24 hours. Atajisalimisha mwenyewe kwenye mazingira ambayo atakuwa safe na sio kukamatwa Wamebaki wanakamata ndugu jamaa na marafiki, wanawatocha ili waseme Gwajima alipo, ila nao hawajui. saa tano usiku hii baridi nimeamka sababu ya hii updates, naombeni mniruhusu nirudi kulala. Hayo ni maneno ya Mange Kimambi kuhusu ni wapi alipo Askofu Josephat Gwajima pamoja na usalama wake. Mpenzi mtazamaji na mfadhiliaji wetu, hii ndio imekuwa habari ambayo tumekuwa nayo katika meza yetu ya habari muda huu Nasi tunaisogeza kwako ili kusudi uweze kupata kujua na kufahamu kinachoendelea kuhusiana na sakata la askof Josefat Gwajima. Kuhusiana na habari hii, wewe ni upi mtazamo wako na niapi maoni yako? Shia mtazamo wako na maoni yako nasi hapo chini kwenye upande wa comment. Usiache kuliki video hii. hii ni habari Kiganjani, endelea kusubscribe, endelea kukaa karibu nasi kwa habari zaidi.